Hello, habari ndugu mfuatiliaji wa channel hii, leo nataka nikuelekeze njia rahisi kabisa ya kutengeneza akaunti mbili za WhatsApp ndani ya WhatsApp moja, na maanisha yaani, akaunti mbili za WhatsApp ndani ya application hiyo hiyo moja ya WhatsApp. Naongezea, yaani, utatengeneza hizo account mbili kwa namba tofauti tofauti, au sio? Tuenda pamoja, hamna haja ku download application mbili au kuwa na simu mbili, ili uweze kuwa na akaunti hizi mbili. Tuende pamoja moja kwa moja. Utafungua application yako ya WhatsApp. Baada ya hapo, itafunguka kama hivi na dashboard yake ndo kama jinsi inavyoonekana hapa. Kisha utakliki hapa, angalia nilipoweka huo mshale, kuna vidoti vitatu vimekaa usimamo au vertical, click sehemu hiyo. Baada ya hapo kuna menyu ya maneno mbalimbali imekuja kama jinsi yanavyoonekana hapo, kisha utakliki sehemu hii hapa niliponyooshea mshale hapo, settings. Ukishagusa hapo, bila shaka akaunti yangu ndo hii moja itaonekana hapa. Sasa mimi nataka nitengeneza akaunti nyingine ndani ya WhatsApp hii hii au ndani ya application hii hii, na nitakuwa na uwezo wa kuitumia ndani ya application hii moja. Utakliki hapo sehemu niliponyoshea mshale yenye jumlisha. Baada ya kukliki hapo, bila shaka kuna sehemu itakuja kutengeneza account yako. Bila shaka umeiona sehemu inakwambia hapo add account. sasa utakliki sehemu ya jumlisha hapo au gusa hapo. Ukishagusa hapa bila shaka itaonekana kama hivi, kisha itakwambia add accounts. Utakliki hapa ili uweza kusajili namba yako mpya nyingine ambayo unahitaji iwe u, iwe kwenye WhatsApp pili pili vile. Uta agree hapo. Yaani utakliki sehemu niliponyoosha mshale kisha utaendelea. Baada hapo kuna sehemu itakwambia ujaze namba mpya. Kumbuka usiweke namba hii ambayo ilikuwaga na WhatsApp hiyo mpya. Weka namba nyingine. Kama una namba mbili weka hapo na namba hiyo ya kwako nyingine iwe kwenye WhatsApp. Utaingiza namba yako hapa. Ukishaingiza tu namba hapo, utakliki sehemu hii hapa iliyoandikwa next. Umeona hiyo sehemu itabadilika rangi, kisha utakliki hapo. Ukisha kliki hapo, kuna kodi zitatuma kwenye hiyo namba ambayo umeingiza hapa Inamaanisha zile kodi, kisha utaziingiza, kisha WhatsApp yako itakuwa tayari, au sio? Aisee, ni njia rahisi sana, sidhani kama utaweza kushindwa kutengeneza WhatsApp mbili ndani ya application moja ya WhatsApp. Nakutakia siku njema.